Mfanyabiashara Izack Ngowi ameahidi kutoa ajira kwa wahitimu kumi wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi MoCU akilenga kuunga mkono ubunifu wa wanafunzi wa chuo hicho. Akizungumza katika maonyesho ya ubunifu kwa mwaka 2025 yaliyofanyika chuoni hapo, Ngowi, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Izack Enterprises, amesema tayari kampuni yake imeajiri wahitimu 15 kutoka chuoni hapo ambao wanafanya vizuri kwenye kampuni hiyo. Kwa mujibu wa Makamu Mkuu wa Chuo Profesa John Safari amesema zaidi ya wanafunzi mia moja kumi na nane wameshiriki katika maonyesho hayo huku wakionyesha bidhaa na huduma walizobuni kutokana na mafunzo ya kitaaluma na ujuzi wa kijasiriamali. ninaomba kutoa shukrani kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi pamoja na serikali ya wanafunzi kwa kunialika katika maonyesho haya ya ubunifu vipaji na ujasiriamali student career fair. Ndugu washiriki wa maonyesho haya, mabibi na mabwana, nianze kwa kuwapongeza wale wote ambao kwa jitihada zao tukio hili limeweza kufanyika kwa mafanikio makubwa, kama ambavyo kila mmoja wetu hapa anavyoweza kushuhudia. Ni tumaini langu kuwa vijana hawa wataendelezwa na kujengewa uwezo ili walichoonyesha leo kitengeneza ajira kwao na hatimaye kuchangia kukuza uchumi wao na uchumi wa taifa. Ndugu washiriki wote wa maonyesho haya, ikumbuke kwamba msisitizo wa serikali kwa sasa umekuwa katika kufikia Tanzania ya viwanda. Itakuwa vigumu kufikia azma hiyo kama hatutakuwa na vijana wasomi na wenye utaalamu usiotiliwa mashaka katika nyanja mbalimbali mbali za kitaalamu. Ndugu washiriki wa maonyesho haya, mabibi na mabwana, nipende kusisitiza kuwa vijana hawa wanatuonyesha ubunifu, vipaji na biashara mbalimbali, ni sehemu tu ya vijana wengi wa taifa hili. Baadhi yao hawajaweza kupata fursa na nafasi kama hii ya kuonyesha vipaji vyao kutokana na mazingira yanayowazunguka. Nitoe rai kwa wanafunzi wote ambao taifa hili limeweza kuwapatia nafasi katika taasisi za elimu kama Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kuitumia vizuri fursa hii kwa kujifunza kwa moyo na bidii ili Kuweza kutimiza ndoto zenu na hatimaye kuwa na, na mchango mkubwa katika taifa letu. Ndugu washiriki wa maonyesho haya. Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi ni kati ya taasisi za umma za elimu ya juu zenye historia ya muda mrefu na mchango mkubwa katika nchi hii. Na katika hili, niwapongeze sana uongozi wa Chuo cha Ushirika Ndugu makamo wa chuo pamoja na management kwa kulea vijana bora. Katika kampuni yetu tumeajiri zaidi ya wa wafanyakazi 15 kutoka chuo hichi, na wanafanya kazi vizuri katika department mbalimbali mbali, ikiwemo department ya HR, masoko, mauzo pamoja na uhasibu. Nimetembea kwenye mabanda mbalimbali mbali, nimewaona ndugu zangu. Kama kuna ndugu yangu mmoja nimemkuta pale uh, ni developa wa system, na kiukweli yule bwana amenivutia sana, kwa sababu ni moja ya ndoto nilionayo na tayari nimeshaanza, lakini pia kumpitia yule, nahitaji kukolaboreti naye ili tuweze kwenda sambamba. Lakini sio yeye tu, kuna ndugu zangu wengine kama aluminium, nimeona mtu wa cyber na kuna mwingine amebalisha kahawa kuwa, uh, kuwa wine. Kwa hiyo kiukweli sijawahi kuona hicho kitu mimi, leo nimekuwa surprise. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa ubunifu ambao wameufanya, lakini sio huyo tu, kuna wengine wengi. Kwa hiyo naomba niwapongeze wote ambao wameshiriki na kufanya ubunifu huu. Naomba katika hili naahidi kwamba Enterprises itaendelea kutoa fursa na ajira kwa wahetimu wa Chuo cha Ushirika Moshi, na kwa mwaka huu tutatoa nafasi kumi kwa wahetimu wa Ushirika Moshi katika idara mbalimbali ndani ya kampuni yetu. Kwa hiyo kwa wale watakaohetimu mwaka huu, HR wangu niko naye hapa pamoja na msaidizi wangu Daniel, nafikiri utahakikisha hii ahadi tulioitoa tumeikamilisha. Kama una kitu chambao unahisi unacho, ni vema ukajitahidi kwenda kujitolea ukajishikiza sehemu yoyote. Usisubiri kwa mama na baba ukala ugali wa bure, lakini nenda sehemu, nenda kapate ujuzi. Ujuzi ndio kila kitu katika maisha. Kuna vitu vinne nataka niwafundishe kwenye maisha. Kuna kitu kinaitwa knowledge knowledge tunazipata tunajua, hata hapa chuo tuko kwa ajili ya kupata maarifa, si ndio jamani, eh? si ndio ndugu zangu wanafunzi, si ndio ehe? Lakini jambo la pili, kuna kitu kinaitwa maarifa, kuna kitu kinaitwa skills, ujuzi. Hicho ni kitu cha pili muhimu sana ambacho kinapatikana site au sehemu za ajira. Lakini kitu cha tatu muhimu sana kinahitajika ni network, kaka yangu pale amesema collaboration wherever tutavyoliita, lakini network, watu wanaokuzunguka, unaofanya nao kazi, wateja wako, supplier wako, hiyo ni network yako, ni kitu ambacho kitasababisha wewe uwe competence unapoenda mtaani. Lakini kitu kingine cha mwisho, sasa ukiwa na hivi vitu vitatu utapata reputation yani, leo ukisema Isaac wa mwaka elfu mbili na kumi na leo ni vitu vili tofauti, kwa sababu ya ujuzi network, pamoja na knowledge ambayo nimeipata. Kwa hiyo, kadri unavyozidi kupambana na hivi vitu vitatu, ndio jinsi unapotengeneza jina lako, ndio jinsi unapotengeneza reputation yako. Na wewe leo ni mwanafunzi, unaweza ukawa na reputation ndogo sana, lakini kama utaendelea kupambana na hivi vitu vitatu, siku zinavyozidi kwenda, utashangaa tu mwenyewe title yako inabadilika na unakuwa una ni mtu bora. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zangu, tutaporudi mtaani, tutapoingia kwenye ujasiriamali, najua umebuni vitu vingi, nimetembelea kule, lakini kama utakosa kuwa mwaminifu kwa mteja wako, kwa supplier wako na kwa watendaji wenzako, sahau kupata mafanikio. <coughs> Bwana Izack Ngowi yeye ana makampuni mengi ambayo kwa kweli unaweza kusema eh, hakuna mtu ambaye anaweza kusomea yote haya na akawa, akawa mtaalamu ya yote. Yaani anashughulika ana na electronics, anashughulika na usafirishaji, anashughulika na microfinance, anashughulika <coughs> na real estate. Unaona, hizi ni disciplines nyingi nyingi nyingi nyingi, lakini tumeambiwa siri kushirikiana, eh, kule kwenye udhaifu wako ukishautambua tambua na strength yako ni niii, kufanyia kazi udhaifu mulika na watu wengine. Kwa hiyo hapa atahitaji wataalamu wengi wengiwenw we. Nimejifunza pia kwamba kuna fursa nyingi sana sana ambazo vijana eh, wetu wanafunzi wamezitambua na zinajionyesha dhahiri kwamba ukiangalia products and services ambazo zimewekwa pale ni ni nyingi mingi nyingi ni nyingi. Kuna watu wa cyber security, kuna watu wa electronics, kuna watu wa system developments na um, financial transactions um, systems, kuna watu wa arts, kuna watu wa food and um, beverages food and beverages, kuna wanao develop ideas per se. And most interestingly, ni wale ambao pia walikuwa wana add value. Kwenye banda kama la la tano naweza kusema la tatu kama la kama la saba kwenda kushoto kwangu. Kote kule ni masuala ya value addition. Am, ambalo amba hii ni changamoto kubwa kwa sababu tunazalisha mazao um, mbalimbali na tunayauza ikiwa raw. Lakini unaona fursa ambayo waifungua uh, wajasiriamali hawa kwa kuwepo kwetu hapa. Tunatekeleza jukumu muhimu ambalo tumeelekezwa tulifanye, ambalo ni jukumu la kisera.